Tumeshiriki katika maonyesho haya ya kumi na mbili ya biashara na utalii hapa jijini Tanga. Lengo kubwa la kushiriki katika maonyesho haya ni pamoja na kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kujiunga na vyama vya ushirika vilivyopo, lakini pia kuanzisha vyama vya ushirika katika maeneo wanayotoka kulingana na shughuli za kiuchumi ambazo wanazifanya. Kupitia maonyesho haya nipende no kuambia wananchi kwamba ushirika ni biashara, lakini pia ni ushirika ni sehemu nice salama ya kuwekeza, hivyo tuwekeze katika ushirika kwa sababu sasa hivi kwanza tunatumia mfumo wa kidigitali wa usimamizi wa vyama vya ushirika MUVU, ambapo zaidi ya asilimia 82 ya vyama vya ushirika vimesajiliwa katika mfumo huo, lakini pia nipende kuambia wananchi kwamba tumepanua wigo katika shughuli zetu za ushirika. Uh, kwa maana ya kwamba tumefika kwenye maeneo yale ambayo tulikuwa hatujayafikia bado, uh, ikiwemo eneo la mazao ya bustani, kwa maana ya mboga mboga, viungo pamoja na maua. Tumefika katika eneo hilo, tuna vyama vya ushirika vya mboga mboga kuishia mboga. Mwaka 2024 tuna vyama vya ushirika vya mboga mboga 69, uh, hivyo ni wito kwa wananchi wengi zaidi kuanzisha vyama vya ushirika mazao ya bustani, ukizingatia kwamba Tanga ka wilaya nyingi zinajishughulisha na mazao ya bustani ikiwemo mbogamboga pamoja na viungo. Aa, lakini pia tumewafikia vijana wetu pamoja na kina mama, tuna vyama vya ushirika vya bodaboda, lakini pia tuna vyama vya ushirika vya mamalishe. Aa, lengo hapa ni kuhakikisha vijana na wanawake wanakuwa sehemu ya wanaoshirika lakini pia nichukue fursa hii kuwaalika wananchi watembelee katika banda la Tume ya Maendeleo ya Ushirika ili waweze kupata elimu zaidi kuhusiana na masuala mbalimbali mbali ya kiushirika.